Kupitia katika ukurasa rasmi wa mchezaji Pedri, nyota wa klabu ya Barcelona pamoja na timu ya taifa ya Spain, ameposti picha hii akiwa na mchezaji Lamine Yamal pamoja na Nico Williams. Sasa katika hii posti kwenye caption aliweza kuandika namba 1907 alafu 26 mwisho. Inawezekana ukawa ni moja wa watu ambao umejiuliza maswali mengi, hizi namba zitakuwa na maana gani? Sasa katika pitapita zangu katika social media nimeweza kukutana na majibu ya kile ambacho aliposti Pedri katika ukurasa wake rasmi wa Instagram. Hizi namba bana alizoandika katika hii posti bwana Pedri ni namba ambazo zinaonyesha tarehe na mwaka, hii 19 amemaanisha tarehe 19, then 07 mwezi wa saba, alafu 26, mwaka 2026 26 as you know everybody, najua najua mwaka 2026 kinaenda kutokea nini? Dunia inageuzia macho katika FIFA World Cup e, kombe la dunia. Sasa mashindano ya kombe la dunia ya mwaka 2026 yataanza Juni 11 mwaka 2026 na atamalizika Julai 19 mwaka 2026. Sasa hizo tarehe ambazo ameziandika ni tarehe za kumalizika kwa mashindano ya kombe la dunia. Sasa hapo inaonesha moja kwa moja alicho target ni kombe la dunia eh, World Cup ya mwaka 2026. Eh, anakuambia tukutane World Cup 2026, ambapo matumaini yao makubwa yako hapo baada ya kupoteza ile fainali ya UEFA Nations League. Nguvu kubwa wanaidedicate kwenda katika kombe la dunia la mwaka 2026. na ndio maana ameandika tarehe 19 mwezi wa saba 2026 ndio li ndiyo fainali ya kombe la dunia, na Spain wanaamini kwamba wataweza kucheza fainali ya kombe la dunia la mwaka 2026 na 26. Vipi, utabiri wa Pedri utaweza kutimia kweli kwa jinsi unavyoona mchakato mzima unavyoenda? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni super trophy ya Dino Television, endelea kutofollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo kupitia katika ukurasa rasmi wa mchezaji Pedri, nyota wa klabu ya Barcelona pamoja na timu ya taifa ya Spain, ameposti picha hii akiwa na mchezaji Lamine Yamal pamoja na Nico Williams. Sasa katika hii posti kwenye caption aliweza kuandika namba 1907 alafu 26. Mwisho inawezekana ukawa ni moja ya watu ambao umejiuliza maswali mengi, hizi namba zitakuwa na maana gani? Sasa, katika pita pita zangu katika social media, nimeweza kukutana majibu ya kile ambacho aliposti Pedri katika ukurasa wake rasmi wa Instagram. Hizi namba bana alizoandika katika hii posti bwana Pedri ni namba ambazo zinaonesha tarehe na mwaka. Hii 19 amemaanisha tarehe 19 then 07 mwezi wa saba, alafu 26 mwaka 2026 As you know everybody, najua najua, mwaka 2026 kinaenda kutokea nini? Dunia inageuzia macho katika FIFA World Cup, eh, kombe la dunia. Sasa mashindano ya kombe la dunia ya mwaka 2026 yataanza June, Juni 11 mwaka 2026 na atamalizika Julai 19 mwaka 2026. Sasa hizo tarehe ambazo ameziandika ni tarehe za kumalizika kwa mashindano ya kombe la dunia. Sasa hapo inaonyesha moja kwa moja alicho ki-target ni kombe la dunia eh, World Cup ya mwaka 2026. Eh, anakuambia tukutane World Cup 2026 ambapo matumaini yao makubwa yako hapo baada ya kupoteza ile fainali ya UEFA Nations League. Nguvu kubwa wanaidedicate kwenda katika kombe la dunia la mwaka 2026. Ndio maana ameandika tarehe 19 mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na sita ndiyo fainali ya kombe la dunia na Spain wanaamini kwamba wataweza kucheza fainali ya kombe la dunia la mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Vipi, utabiri wa Pedri utaweza kutimia kweli kwa jinsi unavyoona mchakato mzima unavyoenda? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni super trophy ya Dino Television, endelea kutofollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.